Hello watu wangu wa nguvu ee e, ni udaku inanichoma inanichoma e, kwa kina ndoa kumbe ni kuzuri hivi, kwa kina ndoa kunapendeza hivi, kwa kina ndoa yaani e, ni sijui niseme nini. Karibu sana kwa my YouTube channel kama ni time yako ya kwanza, subscribe. Kama wewe ni subscriber wangu nakushukuru sana na nakukaribisha sana na sana na sana. So, imekuwa last Saturday. Oga Obinna Uh, Dem wa Facebook walihudhuria harusi kubwa ya one of their friend by the name uh, Allan Chesang ambaye ni MP, wote mnamjua sasa. so, so, updates zinasema Chesang the moment alialalisha ndoa yake na mpenzi wake ameumiza roho za wengi Kumbe kuna wengi walikuwa wanamkrashia huko nje, ameumiza mademu wengi aibe gosina loya, lakini wengi wamelia mpaka kwa mitandao ya TikTok kwa mitandao ya wapi. So mimi ni updates tu nawaletea vile kulikuwa, muone mjibambe. huyo ni Oga Obinna akisalimia mabeste mafriends, na hiyo tu ni keki. kwa mtazamo wako, hiyo ilikuwa tu ni keki mm? Nani tafuta pesa Unaona vile pesa ni tamu, so kulikuwa kwa malavidavi guys. Alafu huku hii harusi ilikuwa ni ya watu wakubwa wakubwa, na my friend, kila mtu alikuwa anajikakamua vile angeweza atokelezee na kuambia watu waling'ara beat, men ladies boys girls babas wababas, walikuwa I'm so sure kuna wenye walienda huko kama walikosa wa babas, hiyo ilikuwa ni shauri yako juu, mpaka Ruto alikuwa huko. So if you missed this moment, what are you waiting for? Come here and see, huyu ni bibi harusi, huyu ni bibi harusi mwenye amefanya. Chesang ametoka, Allan ametoka soko. Sa, wenye walikuwa wanasema oh, sijui wenye walikuwa wanasema oh, wataachana lini ili hiyo opportunity ni ichukue hivi kwa mikono yangu, poleni na muombe waishi maisha mazuri. Hii harusi ilikuwa ya kifahari, ilikuwa ya kifahari na eh, Alan ni mtu wa watu. Hata bebi ndio huyo alikuwa hapo, walifurahia wakajibamba, sio ma MP, sio wakina nani, all friends name them artist comedians kila mtu walikuwa pale. Mwenye aliweza tu kumisi labda ilikuwa tu hakukuwa anajua kama kuna harusi inafanyika hizi maeria, ama wenye walikuwa mbali, maybe kwa usafiri ndio wangeweza kufika hapo. Nawaambia ndoa ni kitu mzuri eh? hata kama wanasema wakina ndoa ni kugumu, usi- usiogope kujaribu. Bahati ya mwenzio pia sio ya kwako, lakini usiogope kujaribu. Saidi ya yote unaomba Mungu ya yeah. As you can see, bebi ana receive hizo blessings za bibi harusi ambaye ni beshta yake. Tumewaona severali wakiwa pamoja plus na Alan wakifurahia hata kwa mabirthdays wamekwanga pamoja wakifurahia. Angalia tu hiyo deco peke yake, deco peke yake, niambie hapa ili cost how much hizi mm? Ndio ndoto zenye nafaa ukwe unaota, yani you dream of. Mm? mambo makubwa makubwa kama haya, na namo una dream of, unaomba Mungu, hakuna limshindalo Mungu. The moment Chesang alisaliwa, alizaliwa imagine, itatokea hivi. He's, he's not that special, lakini Mungu labda kuna maombi ama ndoto alikuwa anaota na amewak so hard na imetimia. Kama kuna ndoto unawak itimie, huwa unaambia Mungu asante. So ni, hii ni update tu wadau, hii ni update. Nilisema lazima niletea watu wangu pia nyinyi mfurahie. Hivi ndio Obinna aliingia pale akasalimia watu, watu wakaanza kusema oh bebi, hawa kusalimiana na Oga Obinna. As you can see, hii place ilikuwa so full. Ndio upatane na mtu unajua, it was not easy. Hata hapa tu vile aliingia, alikutana na fundi ni mmoja for the very first time, na wakafurahiana, fundi mmoja naye pia. Mnaona vile alikuwa amengara, kungara kweli, fundi ni mmoja hmm? So, ilikuwa furaha kama Obinna ali alisalimiana na bebi ama kusalimiana, hiyo isikuwe issue. Mahaters ndio mnapenda kuleta mambo mingi kwa maisha ya watu, but for me they looked so good. Outfit zao zilikuwa poa na wanapendeza sana sana sana, so the day was beautiful and he, mi hata ningekuwa na time ama kama ningejua, lazima ninge ninge step hapa nione ni yani, ni nichukue ni tu hizo baraka, unaona hizo blessings, una tabu tu ukichukua hizo blessings. Hiyo ni keki, mmeona deko vile ilikuwa, kila kitu ilikuwa sawa and ha, siku ilikuwa mzuri watu wakafurahia, wakakula chakula, ilikuwa watu walifurahia wakakula. And at the end of the day the only message yenye tunafaa tuwaambie hawa wanandoa, ndoa is not easy but if you trust in God everything will be okay. Sio tu bed of roses, kuna milima na mabonde ya yeah, na tusiwaombee. Kuna wale wawivu wanasema ati wataachana tu, hiyo mwachane nayo, ila mwaombee baraka. Allan Chesang and your wife long live